na ukinikosea sky kimya, kwa sababu najimudu, najitambua, najua kabisa nakuweza. Wewe kichwa mvilingo unisumbui chochote, chochote. Bongo Trendy TV. Leo naona umeshika simu kubwa kabisa, iPhone. Watu wanakasema mjomba, sasa ameanza kwenda kwenye teknolojia mjomba, mjomba, mkononi hapa, tujaiona zile simu zipo zipo kwenye gari ile kule kutumia sijui uone hata nilikuwa na hapa maiti wangu ndo anashika ipo kwenye nenga, na ile sasa nitashika misimu minne kweli, kama dalali wa viwanja viwanja, nishike simu moja na hapa vijana wanashika maiti, shika, yeah, shika. Sema kwa sababu mimi bado mzee ni muoga na maisha, nazishika hata ukinisema zangu kuna watu wanasema kama <laughs> mtoto... ukinisema zangu mimi muoga na maisha haya, wewe usiokuwa na moto zangu hizi zangu unaweza kwa kama zamani nachukua kwa, kwa mtu nakimbia tu. Hii moja kwa nini nisishike zangu hizi? We mshamba nini? we ehe. Okay. Okay. Kwa yule mtu ambaye anasema kwamba kama umenunua iPhone 17 haina haja kujisifia hasa ikiwa kama mtoto wa kiume. Unaweza kujisifia kamji... pale niko kwenye matangazo ili watu waje kununua tena nakwambia wewe unaongea kujisifia pale, mimi nishalipwa, mshamba eh. Mimi ni ifolesa yaani, ukiona nakiongelea kitu kwa kupiga kelele na kisifia tayari nishachukua changu bahasha mfukoni, ndio biashara yangu ya kupiga kelele. Vipi babu, au anataka kutafuta jina kupitia kunioji mimi au kuni comment? Utaonekana i make sense i mtu mjinga wewe. Mimi hata mitandao ya ipo nachukua vya watu, napigiwa kelele huyo, utashangaa kelele nazopigia sasa hivi mitandao ipo. Wewe mshamba nini, thamani yake zisimu ana sasa, nitashindana na mtu mjinga kama huyo, na siwezi kumwongelea ili aonekane sijui. Mnielewa eh? Yani hata wewe unaweza ukaniambia Doto, shati langu ili chukua, linauzwa, mtalipigia kelele, angalau linawasha hili ukiliva. Pale nenga kanilipa, kanipa milioni mbili, piga kelele. Doto toa na nusu, chukua simu hii iPhone bado zipo, njooeni. Hakuna mtu aliwahi kuleta zile zidi ya nenga wengine ote maproso pruchupuruchu ah, <tuhinakua> <tuhinakua> nishajibu pale, nimelipwa, njoo na na msuri, niko hivi shamba ni niko live mwanzio jomba. hey, la, la, la, kumalizia umekuwa ni influencer lakini pia umekuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana upande wa magari. Watu wanataka kufahamu hili mjomba, kwamba sasa hivi umekuwa kama kidogo na Isa amko sawa. Siwezi kuwa ye... na mtu saa mwenye roho mbaya kwenye maisha. Isa ana roho mbaya na mimi ndo nilomleta hapa. Mtu kama huyo? Magari yote yake akina anachelewa kulala ndo kwanza kuamka. Sasa mtu kushindana naye na mtu hataki mwenzake endelee mbele yule kama mtu Fudenki anaoka Kigamboni. Asante. Yeah. Sawa, twende ngoma yako, weka kazi kidogo. Ngoma hii ni mpya, inaitwa bado najitafuta, nimeimba true story, ndio hii hapa. Jamaa, naomba watanzania msikilize mm -hmm. bado najitafuta, hii hapa <laughs>

sio kwamba napenda namina kuwa sina hata mia mfukoni, kunisikia kwa redio na kuniona kwa TV sio kwamba nimeshatoboa muziki, ni safari ndefu. midoaiadoaieilishuti nifanye promo ienyewshaisha tayari na bado sijapata maisha yangu, nimemwachia mola na unga unga tu kapendaedeaabao najauba nachowaomba, kwanza wa Tanzania, jamani, mtu support ndio kama braza Doto alivyoanza hivi. Tunaomba jamani, mumunge mkono mshika, kwa sababu yeye tayari ashamtoa msanii mwingine, basi na mwingine ajantoa, hata mimi kwa kupitia yeye muona amtoa hata mwingine na mwingine ili tuzidi kusaidia na sisi wengine kwa sababu tukibaki bila kusaidiwa natasaidia wengine jamani. Vijana tunatafuta do, ndo fani zetu tulizo nazo, hatutaki kuwa waizi, hatutaki kukaba. Tuko na jamaa ambaye eh, Doto Magari amemintroduce lakini tuko na si mbaya, tuweze kukaa naye na tujue nini ambacho ameplan kukifanya na malengo yake kwa ujumla. Unaitwa nani brother? Naitwa Kansela Madizim. Unatokea wapi bro? Natokea Mbeya. Bwana huyu jamaa anatokea Mbeya bwana. Kwanza nikupe hongera bwana, Doto amekupokea na umefika Dar es Salaam hapa. Mashavu yamekuwa mengi. Hebu tupe plani yako sasa. Asante sana. Bwana, plani yangu ndio na, na, naomba tu Blaza Doto azidi kunisupoti zaidi nifike mbali e, na pia kuna, kama kuna watu wengine ambao wanaweza kuwekeza kwangu. Bwana mimi na kipaji najua kuimba na kipaji sana. Ya watu waweze kunisupoti na kunisaidia. Kama naweza nikasaini hata mkataba fresh yani kwa sababu na ngoma nyingi zinazokuja mbele yetu. Sawa, pale ulizungumza na nyimbo mpya ambayo inaenda kutoka au umeshaiachia. E, tuambie hii nyimbo plan yake ni nini, kuna video au kuna promotion yote? Ha, hii nyimbo bana video haipo, japo kuna zingine ambazo nimetoa ina video, lakini hapa ndo nyimbo yangu ya pili ambayo ndo inafuata na nyimbo yangu mpya, sababu maana baada nimekaa kama mwaka mzima sijatoa ngoma, lakini sasa hivi ndo nyimbo mpya ambayo naweza kuiachia, naenda kuiachia muda sio mrefu. Yes. Inaitwaje? Inaitwa Bado najitafuta. Bado unajitafuta. Hebu tupe kionjo kidogo. Sio kwamba unavyonyumba pesa hani, sipendi kukupa no mda mwingine kwelina kwa sina hata mia mfukoni, nashindwa kukununulia tanguo hani, hela ya kula nashindwa kukupa. Sio kwamba napenda, nami nakuwa sina hata mia mfukoni. kunisikia kwa redio na kuniona kwa TV, siyo kwamba nimeshatoboa mziki, ni safari ndefu, mi ndo naanza hivi, ila singizi la mi ndo natoa. Oh, bado najitafuta Pata, baby, mm, bane, bane. Bado najitafuta ila kama nkijipata bebi kuwa na mia utojuta. Bado anajitafuta kweli, ndugu yangu, kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam <laughs> Anajitafuta kweli bwana Patrick, si ndivyo eh? Hey, bwana anajitafuta, yes. Lakini pia anapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Hebu taja pale Instagram yako, taja Facebook ah, ili watu wakupita Bongo Trendy pale wakucheki. Yes, Instagram natumia Counselor Madizim. Labda naweza nikataja unajua kuna mtu anajua labda Counselor. Kwa sababu ukiandika Counselor unakuta unakuja kina Counselor wengi pale. Ndio maana nimeongeza Madizim. Kwa hiyo ukiandika Counselor ya ushauri maana yake unaandika C O U N S E L O R. Alafu naongezea pale Madizim. Umeona? Kwa hiyo kwenye Instagram andika hivyo hivyo. Kwenye Facebook andika hivyo, kwenye TikTok kote natumia jina moja Counselor Madizim. Ndio bwana. Yes. Si ndio? Ndiyo. Nashukuru sana ndugu yangu, hebu toa neno lako la mwisho. Akanishika mkono bana, mimi nipo tayari kufanya kazi na mtu yeyote, japo nipo chini ya Doto Magari, lakini brother ambaye ndio kwa sababu naye pia anamsupport sana Rema lakini pia kama kuna mtu wengina aeza kawekeza kwangu pia tukaenda, kwa sababu ni swala la kuongea tu, tukakaa chini tukafanya kazi. Ila namkubali sana blaza Doto, namkubali sana maana ndo aliyenipokea paka hadi hapa, ndo nafanya naye kazi.